Serikali imewaonya wafugaji wanaopanga kurejea katika msitu wa Kirisia kaunti ya Samburu. Wakazi wengi waliondoka kwa hiari ili kupisha shughuli za uhifadhi wa msitu huo miaka michache iliyopita, lakini sasa baadhi yao wanapanga kurudi msituni humo. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anaarifu. Miaka michache iliyopita, msitu wa Kirisia unaopatikana Samburu ulikuwa umeharibiwa mno na wachomaji makaa. Baadhi ya wakazi walikuwa wameuvamia na kufanya makazi yao, lakini wakaondoka kwa hiari ili kupisha shughuli za uhifadhi wa msitu huo. Hata hivyo, kuna baadhi ya wafugaji wanaopanga kurejea ndani ya msitu huo wa Kirisia on communication that they want to graze they want to cut the trees we are here now warning them with the chief with the, chief, with the KW Forest Department to stop immediately. and we are ready to work with all stakeholders ile mamiti tumepanda hapa hatutagu watu wale wanaingisa ng'ombe hapa ile mtu anaingisa ng'ombe hapa ataona sisi wasee ni wakina nani Sheria itaenda mpaka hata tushike hii watu. Mwenyekiti wa shirika la kijamii la kulinda msitu wa Kirisia CFA amefichua kuwa wale wanaolemaza juhudi hizo ni baadhi ya wale waliofurushwa msituni. Tumekuwa na wachache wetu ambao bado wako na ongofa. Wakati tulitoa watu msituni, walikuwa wali naishi, na bado wanataka kurudi, lakini tumekuja kama wasee kusema hizi sehemu tunahifadhi na tunapanda miti mahali ilikuwa imeharibika. Uh, sisi tungependa pia kusema tuungane na serikali, tulikuwa tuua tuli nakata maka tulirudi kupanda hii miti na tuingia nasari. Sasa hii miti inatusaidia, mimi naona natusaidia, natusaidia kabisa, sio kidogo, kwa sababu sasa leo tamaket ikiingia tunakula sahii pesa tunaenda nyumbani na, na pesa mtu chifu wakati angari akitoa onyo wamesema kamwe hawataruhusu juhudi zilizoafikiwa katika uhifadhi msitu huo kurejeshwa nyuma. Umeona kwamba forest yetu imekuwa sawa, imeimarika vizuri, lakini ikosekani moja mbili tatu ambayo wanatusumbua the forest. Uh, uh, wafugaji wametakiwa kukumbatia mfumo uliowekwa kwa malisho ya mifugo ili kutunza mazingira. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.